Na mechi kubwa zina namna yake ya maandalizi kwa ujumla, na wakati mwingine mimi naona Yanga pia hata kuchagua kwenda kucheza Zanzibar, watu wanabeza, lakini Yanga wametumia uh, ueledi wa hali ya juu kwenda kuamua kutumia uwanja wa Amani kupunguza pressure. Unajua, timu zote zingekuwa zimerundikana hapa Dar es Salaam. Wakati mwingine pressure mnaanza kujitengezea nyi wenyewe katika kwenda kwenye maandalizi, hususan wote mkiwa mnacheza mechi za weekend moja katika uwanja wa nyumbani inakuwa ni pressure hali ya juu, kwa hiyo kwenda kule ya inawezekana pia ikawa ni wakati mzuri wa Yanga kuwa na utulivu kwa mwalimu na benchi zima la ufundi pamoja na wachezaji kwenye namna ya maandalizi. Lakini kwa jumla bado uh, ni mapema mno ya kusema kwamba Yanga wanatolewa kwenye hilo grupu, ni mapema mno ya kusema, tuwape muda maandalizi wanayofanya tarehe 22 ndio itatupa dira ya kuona kwamba Yanga mwaka huu wanaelekea kwenye mlengo gani. Lakini mimi imani yangu bado pamoja na ubora alionao FAR Rabat pamoja na namna wale wenzetu wa kaskazini wanavyokuwa wamejiandaa mm. -hmm. haitoshi kusema kwamba Yanga bado ana nafasi na kujifunza kwamba ile iliyotokea mwaka jana asiweze kujirudia. Na ubora huo bado Yanga anao kwa wachezaji alionao kwa sababu hata mwaka juzi alipocheza na Mamelod ni wachezaji wawili tu ambao wamekosekana kwenye kosi cha, cha Yanga mm. -hmm. ambao ni Stephane Aziz Ki pamoja na Khalid Aucho. Bado aliopo na ana replacement chache ambazo amefanya zinaweza zikatengeneza kitu na Yanga ikapata ushindi kwenye uwanja nyumbani na kuweza kuelekea mbele. Na hata ukiangalia wenye FAR Rabat nafikiri sasa hivi katika kitu ambacho wanakiwazia zaidi ni mechi hii dhidi ya Yanga. Kwanza ikuhamishwa e, tu uwanja pengine nao inaweza ikawa na wapo weli ngumu, kwa sababu wanakuja kwenye mazingira ambayo pengine Zanzibar hawajajua. Uh, historia yake koje. Lakini kimsingi bado mechi yote inaamuliwa uwanjani mm -hmm. kwa mtu mwenye mbinu bora anaweza akashinda. Kwa hiyo Yanga bado nafasi wanayo na wala sioni sababu ya watu kuikatia tamaa na kusema kwamba lile kundi Yanga tayari hana nafasi. Wakati huo wengine watu wanasema kwamba Simba ipo kwenye kundi ambalo tayari yana nafasi. Huyu ambaye unaweza kumpa nafasi ndio ikawa kwake ikawa changamoto kuliko yule ambaye umtegemei kwenye mashindano haya ya Afrika. kwa Sama ni saa. Namna tu utavochanga karata zako kuweza kupata matokeo mazuri ili uweze kwenda mbele zaidi na kundi hili, nafikiri uh, ninavyoliona kundi hili mm wawili watakaopita kwenye kundi hili na makundi mengine yaliyopo, wanaweza wakafika mbali sana, zaidi ya nusu na kuweza kufika mmoja. Hapa kacheza fainali, namna unapoona wanatafuta wawili, wanaenda wawili Ah, yani <laughs> ile kundi mmoja tayari unamwona mgundani, kama anatafuta mmoja. Anatafuta mmoja. Sasa mmoja ndio <laughs> kwenye hawa watatu wa Falabati unamwongelea Yanga na mgena na Boris na Jesse Kabali. Lakini na, na, Lakin... na, na, na, na, na sio tu historia, ahali amejiimarisha. Yeah, kabisa. Eh, yani ahali amefanya ya usajili, usajili mm wa maana, yani umeona kabisa kama kuna kitu anakitafuta ana, ule utawala wake. Hmm. Sasa hapa babu upara kwenye kikosi cha Farabat na anatoka na mchezaji bora wa michuano ya chani hii michuano ambayo imalizika eh, Muhamed Rabi Hamlat, eh, man of the competition anatoka Far Rabat. Lakini sio tu michuano ya Chan, alikuwa pia ndo Botola, eh, player of the season. Kwa hiyo ndo alikuwa mchezaji bora wa ligi kuu ya Moroko. Kumbuka bingwa ni Berkane, lakini mchezaji bora akatoka Far Rabat. Ya pili hapo, huyu mwamba miongoni mwa wachezaji watatu ambao wanapata nafasi ya kucheza kwenye kikosi cha timu ya, ya taifa ya kombaini ya Morocco ile yote ndio wachukua wale, wale, Ulaya, Ulaya, Ulaya, ile wakina, Ashraf Hakim, wakina Ibrahim Diazi, mm. Ernus, mm. Mwamba yuko pale. Mrefu, mrefu sana. Sita moja hiyo. Eh, Mohamed Labi. Nabu tueleze sifa ya timu ya FAR Rabat. Uh, FAR Rabat hawajaachana sana na timu nyingine ambazo zinatoka katika ule ukanda wa UNAF, mm. Kwa maana ni timu ambazo uh, kwa falsafa ya kiuchezaji timu ambazo zinakuwa zinatumia kasi sana, mm. Lakini ni timu ambazo pia zina matumizi ya nguvu na akili, mm-hmm. uh, pale ndo nauona msingi wa mchezaji ametengenezwa kwa kiwango gani, kwa sababu kuna namna ambavyo mchezaji anatumia atumie ana, anatengenezwa atumie akili. Kuna namna ambavyo anatengenezwa atumie ile physicality tunasema nguvu lakini utakuja kuangalia pia katika hiyo physicality, unaenda kuangalia kipengele kingine ambacho tunasema ile speed, kwa sababu mm. pale pale utakuja kuangalia stamina. Wachezaji wengi ambao wanatoka katika ukanda wa Kiarabu kwa maana ya UNAF hawana mili mikubwa, lakini ni wagumu kuweza kutua mpira kwenye miguu yao, kwa maana ya stamina yao ni hali ya juu. FAR Rabat wana aina hiyo ya wachezaji Aa, kwenye kikosi cha Uh, timu ya taifa ya Morocco ambao ni mabingwa wa Chani mm. walikuwa na baadhi ya wachezaji kwenye kile kikosi wachezaji sita walikuwa wanatumika kwenye kile kikosi ule ukuta wote wale wachezaji masenta baki wawili kutoka Far Rabat lakini kapteni wa ile timu ya taifa ya Morocco kwa kipindi hicho kwenye mashindano ya Chani ambayo umemtaja Mohamed Rabi Imrat mm. alikuwa ni mchezaji wa Far Rabat lakini pia walikuwa na winga Berosin na yeye uh, mshambuliaji, mm. winga mshambuliaji ambaye pia ni mchezaji wa Far Rabat ukiangalia namna ambavyo ile timu inacheza Uh, kwenye muundo wanacheza na walinzi wanne, viungo wakabaji wawili, mm. wanacheza na washa, viungo washambuliaji kwa maana ya mstari wa pili kutoka kwenda mwisho wa tatu, na wanakuwa na mshambuliaji kinara mmoja, ambao imekuwa ni falsafa yao kwa maana wanapenda sana kutumia mipira ya counter attack kwa sababu ya ile spidi ambao wamejaliwa kuwa nayo wachezaji wengi ambao wanatoka kwenye ukanda wa UNAF, ndio namna ambavyo uh, Far Rabat wanacheza, lakini unakuja kuangalia ni timu ambazo zimekuwa zikidumisha, tunasema utamaduni wa kurudia kufanya kile kile. Unajua, ukienda kwenye viwanja vya mazoezi kwa makocha ambao wameadvance katika madaraja ana, ana, waua wanasisitiza repetition. Yani, kama umepiga nje ya box, wao unaamini kupiga nje ya box unaweza ukapata, endelea kupiga. Kwao, mm. utawa utaziona timu nyingi kutoka ule ukanda zinafanya hicho kitu. Kama ni mipira ya cross, endelea kuipeleka tu, wewe wasilisha mipira ya cross kwenye box, na ni timu ambazo zimekuwa zikisifika kwa matumizi mazuri ya mipira ya cross kwa sababu umemtaja, umetaja kimo cha Mohamed Labi mm. kwenye kikosi cha Falabati, mchezaji ambaye kimo chake ni kifupi kuliko wote ni Reda Slim. Mm ambaye ndo ndio winga mcheke winga. E. <laughs> Slim ndo mchezaji ambaye kimo chake ni kifupi, lakini ana matumizi makubwa ya akili na mm. matumizi makubwa ya kasi na ufundi mguuni. Kwao unaweza kwa ukaona una, timu nyingi za Kiarabu ikiwemo FAR Rabat zinapenda kutumia mipira ya cross kwa sababu wanajua namna ya kuweza kuishambulia ile mipira ya cross. Unaangalia mpinzani wake ambao wanaenda kucheza naye ya Yanga. Yanga amekuwa na changamoto ya kuweza kudili na mipira ya namna hiyo. Mipira ya cross ambayo inapigwa kutoka upande A kwa maana ya kona ya kushoto kuelekea kwenye ile posti ya kulia mm. Yanga wanashindwa kudili na ile mipira. Mara nyingi wanafanikiwa kudili na ile mipira ambayo inashindwa kuvuka pale, kwa maana imepigwa kutoka kwenye kona ya kushoto inakuja kuishia kwenye nguzo ya kushoto pale pale mm. Yanga ni wazuri kwenye kudili na ile mipira, lakini ikitokea mpira umevushwa kwenda upande wa pili, kwa maana ya posti ya mbali Yanga imekuwa changamoto kudili, sio Bakari Nondo Mwamnyeto, sio Dixon Jobu, sio Ibrahimu Abdurabaka ambao wamepata nafasi kwa kiasi kikubwa kucheza michezo ya Yanga. Yanga mipira ya juu ambayo wanaweza, wana uwezo mzuri wa kudili nayo ni ile mipira ambayo inapigwa mbele yao, tunasema kwenye ile foresight. kwa sababu kwenye mchezo wa mpira wa miguu uh, binadamu huwa tunamweka katika, katika engo nne engo ya kwanza, ni upande ambako anaona kwa maana ambako uso wako umeangalia, ndio inaitwa foresight. Mipira ambayo inatoka kule, walinzi wengi wa Yanga wana uwezo mzuri wa kudili nayo, ambayo inatoka mbele yao. Lakini ile ambayo inapigwa kwenye blind side, kwa maana mpira unapigwa nyuma ya mgongo wako mm, kwenye bega lako la kulia ama bega la kushoto, imekuwa changamoto kwa walinzi wa Yanga kuweza kudili na mipira ya namna hiyo. Ukirudi kufanya tathmini ya michezo michache ambayo wamecheza kwenye ligi mpaka sasa hivi. Ligi kuu ya Tanzania NBC Premier League, utaona kuna baadhi ya mipira ambayo walinzi wa Yanga walikuwa wanapigiwa kwenye blind side, nyuma ya migongo yao, wanashindwa kudili nayo mwokozi anakuwa ni Djigui Diarra, kwa sababu ya kufanya anticipation nzuri, makadirio ya kutoka kwenye box kuiwahi ile mipira ai create yeye mwenyewe au ausubiria aukamate ukiwa kwenye mstari pale, amekuwa akisaidia safu ya ulinzi ya Yanga kwa katika mazingira yale, kwa unaangalia wanaenda kucheza na timu ambayo wanausudu kuitumia ile mipira mm. lakini silaha nyingine ambayo wanayo Far Rabat ni katika matumizi ya set piece, mipira ya kutenga kwa maana ya kona na mipira ya fouls ni wazuri katika kutengeneza hizo faulu, kuzitengeneza. Ujue faulu zinatengenezwa kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Kuna mazingira ambako mchezaji anaona ana option, ana chaguo la kutoa pasi kwenda nyuma mm, ana chaguo la kutoa pasi kwenda mbele. Anachoa, anachoamua ukifanya ni kukokota ule mpira ajipeleke kwenye miguu ya wapinzani, ili aweze kuwini lile tukio la kupata faulu ama kwa kuchezewa faulu. Wanatengeneza mazingira ya namna hiyo, na wamekuwa wakinufaika nayo kwa sababu wana wachezaji wa kina Berosini, ambao ni wazuri katika kushambulia hiyo mipira wanawachezaji wakina Reda Slim ambao ni wazuri katika kuipiga ile mipira, tekniki ya hali ya juu ambao wanaitumia, lakini unakuja kuangalia timu nyingi za kiarabu wakiwemo pia FAR Rabat wenyewe. Aa, kwenye swala la kufanya pressing yaani, wakati wanazuia ambapo wame wamepoteza mpira Ndiyo. wanakuwa haraka kurudi kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye uh -huh. mfumo wao wakiulinza ambao ni mfumo mama kwa uharaka zaidi alafu wanaweka shinikizo la hali ya juu kwenye mm -hmm. mpira kitu ambacho kimekuwa kiwasaidia kuweza kurejesha mpira kwa haraka katika imaa yao. Sio timu ambayo inapenda kumiliki sana mpira, lakini ni timu ambayo inapenda kukimbia zaidi. Kwa hiyo unaangalia mpinzani Yanga anaweza kupunguza athari ya Farabati kwenye kuizuia isiweze kukimbia sana katika maeneo ya pembeni ambako wanaamini ndio kuna silaha zao bora mm -hmm. kwa sababu mashambulizi mengi ya Farabati yanatengenezwa kwanzia chini ambapo ndio kuna wewe mchezaji ambaye ni Mohamed Rabii Imlati ambaye niliwahi kumsikiliza mchambuzi mmoja kutoka Afrika Kusini anamfananisha na Yaya Jabrane. Ya kama huu mm. ndio Sergio Busquets wa Afrika sasa hivi aliyebaki kwa wachezaji ambao wanacheza kwenye bara la Afrika sasa hivi. Namna ambavyo anaweza kuideploy defense ya timu pinzani kwa maana ya kuivunja vunja kwa kupiga ile pasi ya masafa marefu akiwa anacheza kiungo wa chini wa uzuiaji. Namna yake yiko ya, ya vipi? Yaya Jabrane ya Alikuwa Alikuwa mmoja shida huyu ya e, sana sana sana yeah. Huyu mimi kidogo natofautiana na mchambuzi huyu, jamaa ni fundi, fundi sana. yaha yanakaa deep sana huyo, anafunga kwa anafunga sababu e, utamkuta mara nyingi anacheza kama namba 10 anasogea namba 8, anatoa sana pasi za magoli nilimwona, yes. E, mchambuzi mmoja hapa Tanzania amemfananisha na Paco Mzuzu Asema na, na huyu ndio Pako Mzuzu wa FAR Rabat, ingawaje huyu anacheza more central eh, na ni threat sana kwenye mipira ya juu. ya juu ya kwa sababu ya ile kimo chake, ana matumizi ukiangalia namna ambavyo anacheza kwenye kikosi cha FAR Rabat, unaweza ukamtemu au ukamtaja kama ni central midfielder kwa sababu mm, ni mchezaji ambaye kapewa uhuru mkubwa wa kufanya anachokitaka kwa sababu ya ule umaridadi wake aliyokuwa nao, ndio maana unaweza ukaona kwenye Botola prodig amehusika kutengeneza na kufunga magoli mengi kuliko mchezaji yoyote yule kwenye kikosi cha FAR Rabat, lakini pia ukirudi kwa msimu uliopita katika mashindano ya kafu alikuwa na contribution ya goli kubwa pia kuliko mchezaji yote yule Falabat, na anacheza katika eneo la midfield. Ni kwa sababu ya ule uodari wake wa kuweza kuscan eneo kubwa, lakini pia ule usahihi wake, namna ambavyo anauachia mpira na anajua ni namna namna gani aweze kuachia mpira katika nafasi gani na kwa muda gani. Kwa hiyo kama unahitaji mchezaji ambaye ni controller wa mchezo, na siku zote ili uweze kushinda mchezo, unahitaji kuwa na mchezaji ambaye ana matumizi sahihi ya nafasi na matumizi sahihi ya muda Kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kiwanja cha mechi mm -hmm. Kwa maana timu ambapo inakuwa inashambuliwa ina Far Rabat, yeye ndo ana uwezo wa kukulu ile presha kwa maana ya uwezo wake mzuri wa, wa kuweza kuposesi mpira mm -hmm. lakini inakuachia katika maeneo ambayo ni salama zaidi kuliko kuachia katika maeneo ambayo ni magumu ambapo timu pinzani wataweza kuupoka na kurudisha presha upya. Haya, uh, Habiba Hamisi, sasa mwenyekiti, hebu mtuambie vipi washambuliaji wa, wa Far Rabat hapo, kama washambuliaji wetu akina Dube na Boyeri, nafasi tano hakuna hata goli moja, ili tujue mapema. Eh, <laughs> Emmanuel Daud nimekuona pia kwenye upande ule wa YouTube uh...